Katika masuala ya somu song, yajibu somu Ramadhan istikmal shaban 30 au biru ya taadilin alhilala, yajibu somu Ramadhan kutapasa kutalazim kufunga Ramadhani istikimali shaban 30 kwa kukamilika Shaabani siku 30 au biru ya taadilin lil hilala au kwa kuona mwadilifu akaona mwandamu wa mwezi au mwezi kuandamu, itapasa ala kulli muslimin mukallafin mutiki li sawmi hisan wa shar'an, itapasa kufunga ala kulli muslimi, ya kila muislamu, mukallafin, mwenye kukalishwa na sheria, mutiki li sawmi, mwenye kuweza kufunga, hisan wa shar'an, wa hisa na kwa kisheria, yani hisa dhahiri yako umefunga na kisheria umefunga. fala yajibu ala kafirin wala swabiyin wa majnun, hakulazimu kufunga hakupasi kufunga juu ya kafiri wala mtoto mdogo wa majunun na mwenda wazimu, wala alaman wala, wala ikupasi kufunga kwa juu ambaye la yutikuhu hawezi kufunga, likibarin kwa uzee au maradhin au kwa maradhi la yurja buruhu maradhi ambayo hakutarajiwi kupona kwake, wala aalamanu, wala kupasi kufunga hakulazimu kufunga kwa wile ambaye la yutikuhu hawezi kufunga likibari ni kwa uzee au marahin au kwa maradhi la yurjabu uhu, maradhi ambayo hakutarajiwi kupona kwake, waalzamuhu kuta mlazimu mwenye kufunga au huyu ambaye ameshindwa kufunga kutokana na maradhi au kuzima, wa alzamu na kuta mlazimwa alishindwa na kufunga mtu mzima au maradhi kuta mlazimu nini, mudun kibaba likuli ya umen kwa kuzidi kidogo, kwa kila siku kutoa hicho kibaba kimoja. wala la hadirin fasai wala kupasi kufunga jua mwenye hedhi na mwenye nifasi lianahuma la yutikani kwa komboa hawawezi shar'an Kufungu, kisheria awekunaadawaurumuhu na faradhi za somu, faradhi za funga shay'ani ni vitu vili. Ahaduhuma moja yao, ania ni kunuia lekuli yaumi min Ramadhan, kwa kila siku ya Ramadhani. Mhanihima yapili yao, al-imsak au muftiri ni kujizuidia kwa kila lenye kufunguza

na wakati wania mumtadu ni wenye kurefuka maribi shamsi, tangu kupotea mawingu tangu kuzama mawingu kuzama jua maribi shamsi, tangu kuzama jua au kupotea jua, ila tuluu alfajiri mpaka kuchimbuka alfajiri. Wa taayinu na kuyainisha katika nia yako saumi Ramadhani na nuia kufunga Ramadhani, wala yushtaratu alfardu akusharitiwi ataarudu kuembeza kuembeza uembeza ifardiumefara wala yusharatu wala kushatiwe alardu kuembeza lilfardhia ufaradhi si wani Ramadhani sajulikana kama ni faradhi, una lazima kut saumu fardhu Ramadhan aina lazima eh, asana yakula akiba fitrihi, kuna sunniwa kusema nyuma kidogo ya kufungua kwake, wayusanu an yakul. Na kuna sunia mwenye kufunga aseme akiba fitirihi nyuma kidogo ya kufungua kwake asemeje, allahumma lakash e, mola wangu wa haki, kwa ajili yako nimefunga, wala riziki kanajua riziki yako ulio ni ruzuku, afutwartu, nimefungua, wabika, amantu, na wewe mwenyezi Mungu kuamini walaka aslamtu, na kwa ajili yako weni muslimu waalaika tawakalta, na juu yako wewe tu tawakaltu, nategemea dhahaba dhamau, kimeondoka kiu. Wabtalatil uruq, imetota mishipa. Wabtalatil uruq, na imetota mishipa, inatota mishipa kwa kule kula. Wathabata lajru, yamethibiti malipo. wathabata lajru na nayatathibiti malipo insha Allah Taala, atakapo Mwenyezi Mungu, hala akuwa ametukuka. ya wasi alfadhli, e mkundufu wa fadhli, ni nisamehe mimi. Alhamdulillahi lladhi, sipa njema zina mstahiki Mwenyezi Mungu ambaye aani amenisaidia mimi, fa sumtu, aanani amenisaidia mimi, aanani amenisaidia mimi, fa sumtu, nikafunga warazakani, na kaniruzuku mimi fa aftartu, nikafungua. Allahumma e hey, mwalangu wa haki, wafikina, tuwafikishe sisi lisiyami, kufunga. Allahumma e hey, mwalangu wa haki, wafikina lisiyami, tuwafikishe sisi kufunga Wabalighna fihi alqiyam, na utufikize katika hiyo funga yetu katika mwezi wa Ramadhani. Alqiyam, utufikishe kwenye kusimama kupata kisimamo cha usiku kuswali witi. Eh, wa a'inna alayhi, na utusaidie hicho kiyamu laili tukiweze. niyamu, wa nasu, na hali ya kuwa watu wamelala muda huo wakoroma, wenyewe wa kula majidaku wa liwanazi na majembe dodo. wa adkhilna aljannata na utuingize peponi bisalami, ni kwa amani. Wa adkhilna aljannata, na utuingize peponi bisalami, ni kwa amani. Fasilu fi almuftirat, hii ni faslu katika kueleza yanayofunguza yenye kufunguza. Almuftiratu arba, yenye kufunguza ni mane awwaluha kullu aynin wasalat min manfadhin maftuhi, ni kila dhati yoyote wasalati iliyofika mimanfadhi maftuh iliyofika ndani, wasalati mimanfadhi iliyofika ndani mimafadhi, kupitia tundu maftuh iliyo wazi. Ndo tukasema kuchoma sindano, sindano ya aina yoyote hakufunguzi, drip hakufunguzi kwa sababu ile mishipa sio mamfadhi maftuhi. Hiyo ndo sababu tu, ila aljaufi ikafika mpaka ndani, sawa kama alkalhalki hai haikupita koni wabatin ludhuni na ndani ya sikio taniha yenye kufunguza. La pili, alistiqaa tu ni ayataamada kujitapisha, kujitapisha. Ni kukusudia mwenye kufunga ihraja lkai kuyatoa matapishi kwa kusudi, lakini ukitapika bahati mbaya ukauosha haraka mdomo pia hujafungua bi khilafi ma lahu khalabahu kaiu tofauti ma wajili yule ambaye lau ghalabahu, bighilafi ma tofauti na hali ambayo ghalabahu, lau, lau ilimzidi yeye ilimshinda yeye alkaiu matapishi akakushinda bahati mbaya. Fala yuftiru autafungua inawezekana, hafla tu umetokea wote makoozi akatoka matapishi mwanadamu, inawezekana sisi, imeelewa haraka haraka, osha endelea na somo yako. Thalithuha alistimnau, maelewa huku ni kustarehe au kujitoa manii. Wauwa inzalu manii, na huwa ni kuyashusha manii biadili, kwa mkono wake au bimubashara au kuvana au takibidi au kwa kuhusu bila haili, basi na kizuizi chochote. Bighilafi nuzuli lmanii, tofauti na kushuka manii binafsihi, kwa nafsi yake mwenyewe au binadhari au kwa kutazama au fikirin au kwa kufikiria au ihtilami au kwa kuota fainahu la yuftiru, huku hakutafunguza sababu ni kitu kimetokea natural, wewe hukuwa na uwezo wa kujizuia nacho, kimetokea bahati mbaya, naelewa. bi bikhilafi tofauti na nuzuli maniu, kushukwa na manii mwanamume, binafsi kwa nafsi yake au binadhari au kwa kutazama au fikirin au kufikiria au ihtilami au kuota fa inahu la yuftiru, kwa hali hizo zote, mwenye kufunga hata fungua, mwanamume au mwanamke. Rabiuha aljimau bitaghayibil hashafa ni jimai, kwa kukipoteza kisha zakari filfarji, katika tupu ya mbele, katika tupu yoyote washartul muftir na shetani mwenye kufungua ayafala , ayafanye hayo yote amidan alima dhakira li shaumi mukutara. Akiyafanya hayo hala ya kuwa ni amidan, akusudia alima, na ajua kama nimefunga, dhakira li so akumbuka hasa mimi nimefunga, mukutara mwenye kuhitari, amechagua mwenyewe, ametaka mwenyewe, hakulazimishwa. Kinyume cha mukhtar ni mukra, maelewa. Mtu aweza kalazimishwa na askari, aweza na majambazi hiyo ni aina nem. Falau akala au shariba, lau alikula au alikunywa, au istamna, au alitokwa na manii, au istisqa, au alitokwa na matapika, maelewa, au matapishi, au jama au lijamii, nasi yali somi yote kaafanya kwa kusao kufunga, au akala au shariba, au alikunywa, au alikunywa, au istamna, au alitokwa na mani, naelewa au istikaa au alitafika au jama au kwa kusahau kwakusahau lisome, mimi nimeusahau kufunga, au mukra au yale lazimisho kufanya yote hayo, au jahilan au ni mwenye kujingika. Umeelewa? Eh, maadhura, mwenye kupewa udhuru, fa inna hu la yuftiru, hakika huyo hafungui. Fa inna hu, hakika huyo la yuftiru, hafungui hafungu eh. Katika namna za kufunga faslu fi anwa'i sawmi. Hii ni faslu katika namna za kufunga. Anwa'u sawmi arba'atu, namna za kufunga ni nne. Al-awwalu al-mafruudu ni ile saumu yenye kufaradhiwa, al-mafruudu saumu iliyofaradhiwa. Wa huwa sawmu Ramadhan, nao ni saumu Ramadhani. Wa sawmul ma'dhur, na kuna saumu ambayo ni udhuru, imetolewa udhuru wa saumu lkadai, saumu ya udhuru ni ile ambayo walipa, wa ulikuwa na maradhi, ulikuwa siwanyonyesha, ulikuwa na nini, umeelewa? Hiyo saumu maadhuru. wa saumu fi film, lkafarati, film, na saumu katika kafara, ka kafarati dhihari, kama kafara ya dhihari, wal katli, na kafara ya kuwa athani na somu nyingine ni muharamu ni imeharamishwa kufunga, saa wa kufai kufunga wa huwa saumu liidaini, ni saumu ya siku mbili za zaidi, wa ayami tashrik, wa saumu laha ibu wa nifasa na saudi sa, somu ya mwenye hedhi wa nufasa na mwenye nifasi, wa somu ya umeshaki bila sababu, na saumu ya siku ya shaka pasina sababu, wa somu nisfi thani min shaban, na somu ya nusu ya pili ya mwezi Shabani ila anyasilahu kama ataiunga somu hiyo bimaa kwa ambayo hu yaki shabani sababini, kwa sababu, Shabani, wangalie somu ambayo kablahu iko kabla yake haina neno, au yasumahu atafunga ndani ya nisfu ya pili ya Shabani lisababini kwa sababu hiyo. Inawezekana ikifika mwezi kumi na sita Shabani uangalie, je waunga somo ambayo ka ukifunga kunyuma au hiyo somo imetokea kwa sababu ndio usufunge vinginevyo usifunge kufunga ni makuruhu. Ukifunga iyo, umefanya makuruhu katika dini. Kali ifiradi yaumiljuma, kali ifiradi yaumiljuma, kama kuipwekesha siku ya juma au isabti, au kuipokesha siku ya juma moshi au ilahdi, au kuipwekesha siku ya, ya jumapili bisiyamin, ukaipwekesha kwa kufunga hiyo ni makuruhu. Wasiyami, dari na kufunga siku zote liman khafa warara kwa ambaye aogopa madhara wafunga siku zote lakini huku ogopa madhara ni makuruhu kufanya hivyo ufunge siku zote alafu usiogope madhara hiyo haina neno umeelewa au fawata haki au wafunga siku zote naogopa utafutwa haki za watu na haki za watu zitahitajika na wewe umefunga umeelewa tuelewana alafu waogopea hiyo ni makuruhu bora usifunge kabisa arabi wanne saumu tatawui ni somu za suna. Wawa soumu arafa, ni somu ya Arafa likhairi alhaji, wasokua alokwenda hija kule Maka. Wasomu ashura watasua, na somu ya Ashura na Tasua, mwezi tisa mwezi kumi na mwezi tisa, walihadi ashara na somu ya mwezi kumi na moja minal Muharami, mwezi tisa Muharami, mwezi kumi Muharami, mwezi kumi na moja Muharami, zote ni sunna. Wa somu sitin min Shawali, na somu ya siku sita za Shawali, kama kipindi hiki matakiwa mfunge leo. Nasikia mwezi kumi na sita ambaye hajafunga siku sita zile azifunge, akizifuliliza sawa, aki moja, leo kapumzika, kesho sawa, lakini ufunge sawa wa usanu tawaliha na kuna suniwa kuzifululiza kuziandamia, so na swala hizi siku sita hizi, bila hidi na ile siku ya hidi. Wa somu la ayami albid, somu ya siku nyeupe, wa ya thalithu ashara wal rabi ashara wal khamis ashara ya um, ayami albid mwezi 13 mwezi 14 mwezi 15 min kulli shahri, ya kila mwezi sawa. Wala ayami sud, na kuna siku nyeusi wa yathamin wal inshirun ni mwezi 28, watali yahu na siku mbili zinazofuata, mwezi 28 29 30 28 29 30, zaitwa ayamu sud eh? Faida yushtaratu fi saumi tatawui akushariti, katika saumu ya kusuna ya kujitolea tatibitu nia akushariti, lazenia hina lazima saa saa sina nafunga ah, tu Mungu anajua huu ni fungo sita, funga, sita. Haina lazima. Wale wanaosema lazima mtu tulipe Ramadhani kisha ndio funge sita ni makosa, hawajasoma vizuri tu kama wamesoma vizuri wasiganayo hairuhusiwi. aina, aina shati ya kuainisha nia ya somu ayami ayami ni sita tu shawali, haina lazima kuainisha kwa mimi nalipa ramadhani siku zangu sita. Ukilipa ramadhani kwa ni sita tu shawali, ni mwezi wa shawali, zile sita shawali zile zile zitaingia kwa nia ile ya kulipa ramadhani, itaingia nao nia ile pale, pale. Lakini haya watu wataka kusoma, waamua tu wenyewe, ni wafundi kila kitu, wajua wao. Gari ajua yeye, ikifika ncharani ni yeye, kuuza mkaa ni yeye, lakini darasani hakuingia. Yakuingia waman talabasa bisaumi tatawoi na mwenye kuvaana na somu ya suna sawa, falahu itimamuhu, kuna mjuzikiae kuitimiza. Mi nimefunga basi, usifungue kwa kitu kidogo kidogo tu Walahu katuhu pia ana jaizi ya kufungua kuikata yeye mwenyewe, wala kalla alayhi wala pana kulipa ha? Sawa. Faslun hii ni faslu fil itikaf, kuelezea masala ya itikaf. Yusannu itikaf, ina sunna ku itikaf. Sawa, kulla wakti, kila wakati kila wakati wa yutaakadu, kuna kokotezwa, kuna himizwa ku itikaf fi Ramadhani, hasa katika Ramadhani lakini waafdaluhu na bora ya kukaaitikafu mwezi wa Ramadhani fi lashri lakhiri la minhu ni katika zile siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani, anatakiwa akaitikafu, ili afanye litwala bilailatil kadiri, kwa mwenye kutafuta usiku wa cheo. Allati, usiku wa cheo ambao, hiya khairun min alfi shahri, kwa nasi ya Qurani, usiku huo ni bora min alf shahri, kuliko miezi elfu moja. Wa washurutuhu na sharti za kwa itikafu sab'atu nisab sabu. Alislamu huwa islamu so, itikafu kwa soukakaetuitikafu muislam, wala akili una akili sawa, wanakawani l haidhu wa wanifasi na kutakasika na hedhi na nifasi, wa an anyalbatha naakae fouka kadiri tumanina tiswala zaidi ya ile tumanina ya swala, ukae hata dakika mbili pia ni itikafu umekaa, wa thawabu. Utamkuta mtu akakaa msikitini amsubiri mtu pale msikitini, hanui itikafu, limekaa tu lapiga stori tu hapa taa. Kuna tabia hizo, watu wakaa msikitini wakaandoa maskani zao. Basi mkikaa, nuweni weni itikafu, alafu mchunge maneno yenu, mnuze maneno mazuri, sio kusengenya, sio kufitini. Alafu maneno yenu yasiende kwenye zaidi kwenye dunia sana, mwapata laana. Maneno yenu yaende akhera tu, mwelekezane akhera, kuna kufa jamani. Tuswalini watu wasome hapo maneno mazuri wa yakuna fi almasjid na itikafu ni msikitini, msikiti wenye hadhi ya msikiti. Msikiti wenye sifa ya msikiti ni ule msikiti ambao kiwanja chake mtu alikitoa wakfu kijengwe msikiti, huo ndio msikiti ambao ukikaitikafu itikafu yako itika, imeswiji. Lakini msikiti ambao umejengwa kwenye kiwanja cha sheli, sio umejengwa kwenye supermarket, sio umejengwa kwenye sio nini, uh, huo sio msikiti wa itikafu wa yani wale itikafu na kuna sunna anwi itikafu watajibu niyatul fardhiyya in nadharahu kutapasa anwi ya ufaradhi itikafu hiyo, in nadharahu endapo ataweka nadhiri kukaa itikafu huko. wayabtulu li itikaf itabatilika al itikaf bil khuruji min al masjid bila udhuri kwa kutoka msikitini, basi na udhuru wote watoka tu mwenyewe, wewe umenuia itikafu. Alafu watoka tu mwenyewe. Msikia Simba imefunga goli la tatu huko watoka. Ae! Kuna itikafu, kwa umeelewa wa birida na kwa kuritadi wal kufri na, wa, wa, wa wa na, na kwa wa shukri na kwa kulewa wal haidhu wa nifasi na nifasi wal jimai na kujamii wa inzali lmanii bil mubashara na kutokwa na manii kwa kuvana. Wa yabtulu thawabu li itikafu zitabatilika sababu za itikafu bishatiwini kwa kutukana au ghibatin ghibat, au, au kusengenya au kadhibini au kusema urongo au namima au kufitini au akili harami au kula kilichokuwa haramu. Faida hapa, kuna kijifaida, tukisome kidogo, tufunge darasa. Faida limuridi dukhulil masjidini, faida kwa li li mwenye kutaka dukhulil masjidi, kuingia msikitini wa kuume. faida limuridi duhuli lmasjidi, kwa mwenye kutaka kuingia msikitini atakiwa nini? au autangulize mguu wake wa kuume. a'udhu billahi alazim, natakaifadha kwa Mwenyezi Mungu aliye mkubwa aliye mtukufu, wa biwajihi alkarim, na kwa dhati yake tukufu ye ya Mwenyezi Mungu wa bisultani hilkadim, na kwa ufalme wake Mwenyezi Mungu wa tangu. Mina shaitani atakaifadha, na shaitani arrajim, mwenye kuikwa mbali na rehema. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, na sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Allahumma swalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim, na wokoe. Allahumma fir li dhunubi, emolango haki nisamehe mimi dhambi zangu waftali abwaba rahmatika, nifungulie mimi milango ya rehema zako. Wasahili, nisahilishe mimi abwaba riskika, milango ya riski yako. Waidha kharaja min almasjid, na akitoka msikitini, kadama rijlahu lyusra, atautanguliza mguu wake wa kushoto. Wakala hadha, atasema kama hivyo ambavyo tumesema isipokuwa kwamba yeye pia yakulo atasema: waftaalii abuaba fadhlika. Wakati wa kutoka atasema waftaalii abuaba fadlika, wakati wa kuingia waftaalii abuaba rahmatika, wakati wa kutoka waftaalii abwaba fadhlika ukitoka msikitini eh? wafadhini mina shaitani wajunudihi, useme hivyo. Ni hafidhi mimi ni hafidhi mimi na shaitani wajunudihi, na jeshi lake shaitani lisije likanishika. insha nshallah. Allahumma amin walhamdulillah rabbil alamin. Tutasimama hapa kwa leo, kesho tutaendelea na habari ya hija, ndio wakati wake.